Naibu wa Rais Profesa Kidhure Kindiki anapojaribu kukwea mlima. Mapema asubuhi amekutana na wasanii kutoka eneo la Mlima Kenya akiwarai kuhakikisha kuwa wakazi wa Mlima Kenya hawapotoshwi wala kuchochewa, Kindiki akisema atawaunga mkono hadi kuwasaidia kupata nafasi serikalini. Mimi nawaomba msikubali watu wetu wapotoshwe na kuwekewa uchochezi na sumu na mambo ya bure ambayo isaidii sisi kama viongozi. Hata kama kuna mashida, sisi tunapaswa kuleta suluhisho na kutafuta suluhisho, sana sana sisi ambao tumechaguliwa, sisi ambao tuko kwa serikali, tuko na uwezo wa kusuluhisha kama mambo mnaniambia ya industry. It... kwa upande wao, baadhi ya wasanii wameahidi kuiunga mkono serikali wakisema wao huwa wanashirikiana na, na serikali iliyoko, wengine wao wakisema walikuwa wameahidiwa kuungwa mkono kisiasa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, ila akapiga bautani ndiposa wakatoka katika mrengo huo. Sisi the government of the day. Because if I support anything else na ninataka maendeleo katika industry, where will I get it, so it should be known we are for the government, kwa sababu pia tunataka maendeleo katika usanii. Wakati mimi Samido na waimbaji wengine tumekuwa hapo, alisema ya kwamba sisi wenyewe hataki sisi waimbaji. Your Excellency na akasema wale waimbaji na artist ambao na ambao wanasimama sisi, yeye hatawapatia any certificate katika eneo la Nyeri. Kindiki amemkashifu mtangulizi wake kutokana na mfumo wake wa kisiasa, akisema Mlima Kenya utasalia kuwa mmoja na hatakubali mtu yoyote kuanzisha siasa za vurugu katika eneo hilo. We will not allow mambo ya kuleta vita huku kuharibu uchumi. Mchana wa leo Kindike mezuru kaunti tatu za Mlima Kenya akianza na Nyandarwa, Nyeri na hatimaye Meru. Zablon Masharia, Undugu TV.